Kwamba inna nisaa, hakika wanawake, rayahinun, wananukia kama mrehani. khulikna lana, tumeumbiwa manukato haya. Nani apendi mwanamke leo? Hata chizi anapenda mwanamke. inna nisaa, hakika wanawake, rayahinun harufu yao ni kama mrehani. Kwa maana tunawapenda, ndio mama zetu, ndio nasabu zetu, ndio wake zetu. khuliqna lana, tumeumbiwa sisi. wa kulluna yashtahi shamma rrayahini, na kila mmoja wetu anapenda kunusa mrehani. Kwa maana anapenda aoe, na usipooa ukichelewa, nasabu inakaa, ukoo unakaa, wanakujadili we, una nini? kwa nini hupendi mrehani wewe? Si, inaeleweka vizuri? Kwa hiyo mwanamke alisifiwa hivi kwamba mwanamke kule kupendwa kwake ni kama mrehani. Mrehani ni mti ambao una harufu nzuri. Sasa mwanamke mwenyewe leo amejivua nguo akajiweka shalabela lakini alishasifiwa ndani ya Qur'ani. Hiya raihana mwanamke ni kama mrehani. Na Nabii Muhammadin alipoingia ulimwenguni, alipozaliwa ulimwenguni, alikuta mwanamke anachezewa kamari, namna ubaya ulivyokuwa vile. Tukikaa tunamsifu Mtume, mwanamke anatakiwa awe kifua mbele kwa sababu Mtume ndiye aliyemkomboa Hakuna dola wala taasisi, ni waongo, wanataka pesa za kula tu, kuwadanganya danganya wanawake na kuwaletea mikopo na kuwaambia wanawawezesha. Ni kuwatukaneni bila ya kujijua, kwa sababu anayekutukana sio kila aliyekasirikia ni adui na sio kila anayekuchekea ni, ni rafiki. Mmoja katika watu wa falsafa akasema hivi Iza raita nuyuba laitha bariza fala tadzunnanna analaitha yabtasim, ukimwona simba na kukenulia meno usidhani simba na kuchekea anataka kung'ate. Kwa hiyo wanaokuleteeni mikopo ya kausha damu vikoba, sijui viroba, sijui vitu gani, sio kwamba wanakupendeni sana, wanavunja ndoa zenu na kuondoa hadhi yenu Tumesuluhisha ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya wanawake kujitia katika vikoba, lakini mwanamke alishatangazwa heshima yake na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo sio kila aliyekukenulia anakuchekea, wengine maadui. Ndio leo utaona kuna taasisi zinasema zinatetea haki za wanawake, mbona wanawake wenyewe wanatembea bila ya nguo? Haziwasimamii katika siku ya wanawake, wanawake wanaandamana wapewe haki yao. Miongoni mwa haki zao wanawake ni waache vichwa wazi, hiyo ni haki ya kukaa uchi. Mwanamke alishatetewa, Qurani ikashuka kumweleza avae Kwe vipi. Kwa hiyo nimependa kueleza nukta hii ili wakina mama hawa tunaokesha nao kwa ajili ya Mtume Muhammad waelewe wana haki na wana jukumu kubwa la kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, maneno ni mengi, lakini pameshasemwa maneno, kwa hivyo tusiyaharibu, tuondoke na kwamba mwanamke, Mtume alikuta anachezewa kamari. Nieleze hilo anachezewa kamari vipi. Alikuwa mwanamke akiwa mjamzito, akipita kwa wanaume wanagawanyika timu mbili, Simba na Yanga, sio leo tu, zilikuwepo tangu wakati huo, hazikuwa na hayo majina tu. Panatokea mzozo, kundi moja wanasema mimba ile ina mtoto wa kiume na kundi lingine wanasema mimba ile ina mtoto wa kike. Ndio Simba na Yanga hizo weshabikia tu. Kwa hiyo mzozo unaendelea, ili waamue ugomvi, akamatwa yule mwanamke apasuliwe, alikuwa anapasuliwa mwanamke yule kinatolewa kilichopo tumboni, kionekane cha kike au cha kiume. Kikishaonekana, waliopatia wameshinda, basi, wanamuacha. Ni marehemu huyo, kazi yake imeisha bila ya kujali. Mwanamke alidhalilishwa hivyo, lakini aliyekuja kuwakomboa na kuondoa ujahili huo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio watu wa tarehe wakasema, alkaunu kulluhu dhulma wa inma anarahu dhuhuru lhaqi fihi bimaana nabii Muhammadin ulimwengu wote huu ulikuwa ni dhulma, ni giza, wainnama na si vinginevyo, anarahu aliyeutia nuru, dhuhuru lhaqi fihi ni kudhihiri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo aliyetukalisha hapa si mtu mdogo, ndugu zangu. Wale wanaokataa tusikae kwa ajili ya Mtume, lakini wao mwenge wanakesha kwa sababu yake wanakesha kupokea mwenge. Si wakatazeni kupokea mwenge? Ndio tambiko lenu la taifa hilo, watu wanakesha kusubiri mwenge upite, hapana, eti usiku kucha. Lakini kukesha kwa ajili ya Mtume Muhammad ni bidaa? Sijui akili ikoje. Kule Mirembe naona wamepelekwa wazima, wagonjwa wapo huku. Hakika mwenyezi Mungu inshaallah atuafikishe, na mwenyezi Mungu atupe usikifu. Hakika tumeambiwa tuwafunze watoto wetu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani yeye ndiye aliyetukomboa. Wanasema wataalamu, idha na taqta fala takum miksara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwambie Sheikh Yahya, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.

Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhana sana kwa kutujalia sisi katika wale ambao wameweteua kwa usiku huu wa leo tukawa katika ibada hii ya kumtaja yeye Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mwenyezi Mungu inshallah atutengezee nia zetu ziwe nzuri katika jambo hili na atulipe malipo makubwa kwa kuacha kwetu kulala na kukesha kwa ajili ya mtume Muhammadi. Maneno mazuri kabisa yamesemwa na msemaji wetu wa mwanzo Ustadhi Muhammadi Msafiri Mbwana, lakini wajina wangu naye saa hizi amezungumza ya Ustadhi Yahya. Mwenyezi Mungu awabariki kwa ujumbe mzuri ambao wametufikishia, lakini Mwenyezi Mungu ajalie tuyachukue na tuyafanyie kazi. Zimesemwa na zimeguswa nukta muhimu, na mimi nimeambiwa niseme, sielewi niseme nini kwa mtume Muhammadin Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. na kama tulivyoambiwa mwanzo na mwalimu Muhammad kwamba mtume ni neema na neema siku zote huwafaa watu. Nabii Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ni neema kwa wanyama ni neema kwa watoto, kwa wazee, kwa wanawake ni neema mpaka kwa wadudu, kwa sababu hakuna aliyekuja kuelekeza haki za wanyama hapa duniani zaidi ya mtume Muhammadin, na hakuna aliyetangaza haki ya watoto hapa duniani zaidi ya mtume Muhammadin na alielekeza haki za wanawake zaidi ya Mtume Muhammadin. Na hapo ndipo ambapo nitakita kidogo kwenye upande wa wanawake, baada ya kumtaja mtume kwa namna nyingi. Lakini tuelewe ya kwamba katika ulimwengu huu kabla ya kuletwa mtume sallallahu alaihi wasallam, zilipita zama nyingi, mwanamke alionekana kama mtu wa ziada, mwanamke alionekana kama mtu wa ziada. Aliyekuja kumtangaza mwanamke na kuonyesha utukufu wake na heshima yake ni nabii Muhammadin. Na leo alhamdulillah, wanawake wana siku yao duniani, siku ya wanawake inaitwa, japo wanaume hatuna bahati mbaya, sijui huko neti. Lakini wanawake duniani wana siku yao, sielewi katika siku yao hiyo wanafanya nini. Labda siku moja tuje tukae nao tuwaulize, katika ile siku ya wanawake kuna nini? lakini kabla ya kuwaeleza wanawake, mwanamke ni mtu mtukufu mno. Mwenyezi Mungu ameshusha sura nzima kwa jina lao, suratun nisa, yani sura ya wanawake, an-nisa. Wanawake akiwa mmoja anaitwa imra'atun, wawili imra'atani, wengi an-nisa. Imra'atun, imra'atani haina jamu kamusi zote za Kiarabu imekosa jamu. Jamu yake ni annisa na annisa imekosa mufradi na muthanna, kamusi zote za Kiarabu. Kwa hivyo ndio utaona kwa wingi wao Allah amewataja ndani ya Qur'ani kwa kuwashushia sura nzima suratul nisa, hakuna suratul rijal. kwa hiyo mwanamke aishi atakavyoishi, asidanganywe kwamba kuna taasisi maalum ilikuja ikamtangaza na ikaeleza heshima yake. Kwa hivyo kwenye ile siku ya wanawake duniani, tunawashauri mama zetu, dada zetu, wake zetu, mtajeni sana mtume Muhammad, mswalieni sana mtume Muhammad, ndiye aliyekuja kuwakomboeni baada ya kuonekana kwamba nyinyi hamna thamani ya kuishi, nyinyi ni kama watu wa nyongeza. Lakini mtume alionyesha kwamba na nyinyi ni watu, mna haki ya kuishi. Na katika baadhi ya maeneo ya ulimwengu mpaka leo mwanamke hathaminiwi. Na Mwenyezi Mungu ameeleza sana heshima ya mwanamke ndani ya Qur'ani mahala kwingi. Waweza kujiuliza, man hiya almar'a, mwanamke ni nani? Almar'atu hiya almawsufatu fi alqurani alkarim, mwanamke ni yule aliyesifiwa mno ndani ya Qur'ani kwa sifa tele, sifa tumbi nzima. Moja ni hii Mwenyezi Mungu alipokuwa akimweleza mwanamke kwa namna nyingi na sampuli nyingi, alisema maneno haya awaman yunashau fil hilya. Aya inaendelea kipande hicho tu. Mwanamke ni yule ambaye makuzi yake kukua kwake ni mtu wa kujipamba, hivi ndivyo alivyoelezwa na Qur'ani ni mtu wa kupenda mapambo, ni mtu wa kupenda uzuri. Na Ibnu Abbasi radhiallahu anhu alipotazama aya hii na yeye akawa anapenda jambo hilo mpaka akasema kwamba inni uhibu an atazayana li mraati kama uhibu antatazayana li, mimi napenda kujipamba kwa ajili ya mke wangu kama ambavyo napenda yeye anavyojipamba mke wangu kwa ajili yangu mimi. Kuonyesha mwanamke ni mtu wa kujipenda, mtu wa kujipamba. Hii haionyeshi kwamba sasa mwanaume ndio ubaki kuwa mchafu. <laughs> mwanamke ni mtu mtukufu lakini kabla ya mtume Muhammad alitukanwa mwanamke alikashifiwa mwanamke alidhulumiwa kwa hiyo mtume kuja na Uislamu akamkomboa mwanamke mmoja katika washairi aliandika katika mashairi yake mengi akimtukana mwanamke tu, kamchukia mwanamke, hampendi mwanamke. Alisema hivi: inna nisaa shayatinun khuliqna lana wa na'udhu billahi min sharri shayatin. Maana yake ni kwamba, inna nisaa, hakika wanawake, shayatinun, ni mashetani khuliqna lana tumeumbiwa mashaitani hawa, wanaudhu billahi min sharri shayatin, tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde atuhifadhi kutokana na shari za mashaitani hawa. Maneno haya yalienea katika miji, yalienea katika miji ya, ya Waarabu, na wanawake wenyewe waliyasikia. Baadhi yao waliyafurahia, waliona wamesifiwa kama ambavyo leo katika uovu wengine hufurahia, lakini baadhi yao waliudhika mno. Baadhi ya wanawake walikaa shura, wanatafuta namna gani ya maneno haya yakosolewe, wakawatafuta mabingwa wa kuandika mashairi, wakampata mmoja katika wanachuo wa zama hizo, ili amjibu huyu aliyewaita wanawake mashetani.